Hili ni kumi la pili la Ramadhani. Tumemaliza kumi la kwanza la mwezi wa Ramadhani kwa mpango uliowekwa wa makumi haya, na tukaelezwa kumi la kwanza rahma na ashru thani maghfira, ashru lahir itkun minan nari. Maana yake kwenye kumi la kwanza kuna watu wamerehemewa na Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie na si tuwe katika hao, lisiwe limekwisha kumi la kwanza na hatukurehemewa Tumeingia kumi la pili la kusamehewa. Hili kumi Mwenyezi Mungu atusamehe dhambi zote, tusibakie na dhambi hata moja kwenye hili kumi la pili. Lakini kuna kumi linakuja linaitwa kumi la uhuru, itqun minan nar, ni kumi la uhuru. Hakuna kitu kitamu kwa mwanadamu kuliko uhuru wake. Hata ukapewa nini, upewe vyakula vya aina zote upewe majumba ya aina zote na magari ya dunia haya yote, lakini ukazuiwa, si huru, vile vitu vyote havina maana. Na mkitaka kunielewa, waulizeni watu walowahi kuishi magerezani. Gerezani wanakaa watu, kwa hakika ni binadamu wenzetu, na Mwenyezi Mungu awasaidie inshallah, watolewe magerezani, waje kuishi huru. Mfungwa anakula lakini, hali anavyotaka na hali muda anaoutaka na halali kwa wakati anaoutaka, amepokonywa uhuru wake. Hiyo dhiki ya kunyimwa uhuru ndo dhiki kuliko vyote. kuliko vyote. Sasa kumi linalokuja ni kumi la kuwa sisi tuko huru, anayetuacha huru kumi hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na anatuacha huru na moto wa jahannam, sisi tunakuwa huru hatuendi kuingia motoni. Kumi hilo mahadha tujitahidini kumaliza hii Ramadhani vizuri, inna lumura tutabaru khawatimaha, mambo yanazingatiwa mwisho. Ikiwa utafanya vizuri mwanzo ukaanza kuharibu katikati ukaharibu zaidi mwisho, huku mwanzo hakuna maana. Tutemize mambo ya mwezi huu vizuri zaidi mwisho. Kila mtu hapa hivi sasa aode kama Ramadhani ndio inaanza leo inaanza leo kwa sababu sasa hivi kuna watu washaanza kuregea, kuna watu wameshaanza kukimbia tarawih, na wanakimbia tarawehe kwa kichochoro cha raka nane. Kuna na kichochoro kinaitwa thamani rakaati baada ya raka nane mbio, anasema hii ndio sunna, ndo kafanya mtume hivi raka nane. Tunajua mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hazidishi raka kumi na moja ndani ya ramadhani na nje ya Ramadhani, tunajua lakini kiamu Ramadhan Mtume kasali msikitini na watu wakamfuata msikitini, siku mbili tu aliswali. Siku ya kwanza akaona watu wamemfuata, siku ya pili watu wakam, siku ya tatu hajarudi tena, na ndo hajarudi mpaka leo, maana hayupo. Kwa hiyo ukitaka kuwafiki sunna ukisali raka nane, unataka kuwafiki sunna, usali raka nane msikitini siku mbili tu, maana raka nane Mtume hakuongeza siku ya tatu. Usali raka nane nyumbani msikitini siku hizi, na baada ya siku hizo mbili usirudi msikitini, maadum tahaia ni siku mbili tu, ukasali raka nane nyumbani. Tunajua sisi jamani, wanaotoka msikitini raka nane, usikilo naenda kwenye kheri, wengi wao wanakwenda kuchezea TV, wanakwenda kuchati na simu, wengine wanakwenda kukaa kwenye vigenge vya kahawa kusengenya wenzao. Yani mtu katoka msikitini anakwenda kusengenya watu, na ramadhani hii na ramadhani kama hii. Halafu rakaa nane za mtume tunazijua sisi. Mkewe mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema kana nabiu yaqumu fi ramadhana hatta tatafatara kadamahu sharifatani Mtume alikuwa anasimama ramadhani wima mpaka miguu yake inavimba. Rakaa ya mtume moja mpaka miguu inavimba, wewe raka zako nane ni inna atainaka na kul huwallahu na wala asri, wala mbio kwenda kupiga umbea huko nje huko. La, tusitafute uchochoro wa ibada, mwezi wenyewe ndo huu. Mimi nawaambieni jamanini, kuna watu ramadhani ijayo hamtofika, kuna watu ramadhani hii ndio ya mwisho na wengine hata sura zenu mkitizama kama zinaeleza hivyo, yanaona kama huyu kweli ramadhani ijayo atakuwepo huyu. Inshallah, Mungu atubakishe mpaka ramadhani ijayo, kwa sababu hata ramadhani ya mwaka jana, kuna watu ramadhani hii wameikosa, na wengine ni wanachuoni, wamekufa. Sasa na wewe umewekwa ramadhani hii upo, jitahidi. Inaweza kuwa ramadhani yako ya mwisho, mwakani utakuwa hapa haupo. Na nikisema haupo, uwe unanielewa Simaanishi utakuwa haupo umekwenda Tailandi kutembea au China kununua biashara wanzu la, utakuwa haupo nikisema haupo, ushanifahamu utakuwa haupo itabidi uwe haupo, ili waliobaki waseme neno moja tu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.